Niombe tuwashirikishe wananchi kwenye shughuli za maendeleo. Vijiji vina maeneo, na kama eneo ni la mwananchi, kaeni naye mkubaliane naye aweze kutoa eneo kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Tusitumie nguvu kutoa maeneo, tuwashirikishe. Hawana shida na wao, na kiu ya maendeleo, si nimeweka kwenye viti eh, mkae kwenye mikutano. Na kama kuna sehemu ya kumfidia kidogo mwananchi, basi tumsaidie kwenye kile ambacho ameendeleza, ili eneo lifanye shughuli kubwa ya maendeleo hatuna uhaba wa ardhi Tarime vijijini. Naomba wale watoto wa awali ambao wana sifa ya kwenda darasa la awali darasa la kwanza na form 1 watoto wote wakaandikishwe. Ile ni haki ya msingi ya mtoto. Tukikuta mtoto hajapelekwa shuleni mzazi, tunakuchukulia hatua. We kazi yako ni kumzaa, baada ya hapo mtoto ni wa taifa. Hatutakubali mtoto asipate haki ya yake ya msingi, hatutakubali na niwaagize wenye viti wa vijiji na mtongoji vitongoji, nendeni mkahamasishe watu wapeleke watoto Jumatatu. Tunataka tukute shule zimejaa, na sisi tumeshaweka utaratibu wote wa miundombinu ya wa kupokea watoto. Tuna madarasa mpaka ya ziada, tuna viti vya kukalia mpaka vya ziada. Kwa hiyo hata hapo Ganyange, mkurugenzi, Jumatatu vifaa vifike, ili Jumanne watoto wakute viti viko shuleni shule. Lakini jambo jingine pamekwepo na kasumba ya watoto kutoroshwa ambao anatakiwa kuwa shule. Mzazi ni kuombe kwenye hilo takuwa wakali sana sisi. Tukaona umemtorosha mtoto ambaye anatakiwa kwenda shule, hayupo shuleni, tutakukamata mzazi, tutakutia ndani, tutakufunga kwa sababu ile ni haki ya yule mtoto kwenda shule. Lakini kuna watoto ambao wanaozeshwa chini ya umri wapo, kuna watoto ambao wanapewa mimba za utotoni ambao wanastahiki kwenda shuleni watoto hawaendi shule, tusije tukaja kukuta mtoto amepewa mimba au wewe umeoa mtoto, umeoa mwanafunzi. Vijana ni waombe, ukiona unapenda sana sketi, mshonee mkeo, usije wenda kuharibia watoto ambao wanatakiwa kwenda shule, avae wewe kama mwanafunzi. Lakini hatutakubali mtoto anapewa mimba au anaenda kuozeshwa, na wewe mzazi unakubali, unachukua mahali. Kiukweli tutasimama na huyo mtoto kumsaidia lakini pamekuwepo na matendo mbalimbali ya ukatili wa kijinsia ukeketaji. Ni waombe wazazi ndiye, swala ni gumu sana lakini tuendelee kukaa na jamii zetu na viongozi, mko hapa, tuwasaidie hawa watoto ambao wanateseka. Kuna mila zingine zimepitwa na wakati, tunawanyanyasa hawa watoto. Ni waombe sana, tufanye tawala salama. Wakati mwingine wanapata madhara makubwa, hata kufa wanapoteza damu nyingi na wanapata shida. Tuko nyuma sana, tunahitaji tukimbie kwenye maendeleo. Hebu wenyeviti wa vijiji na, na diwani washirikisheni hao wananchi vizuri, waende wakashiriki kwenye shughuli za maendeleo kuliko ile ya kuacha wasishiriki kwenye shughuli za maendeleo. Ushirikishwaji ni muhimu sana kwenye kazi za maendeleo. Nimeelekeza vizuri wana Ganyange. Lakini jambo jingine ni kwenye miradi hii ya maendeleo ambayo tumekagua tumeona kuna miradi mingine bado iko kwenye hatua mbalimbali. Niombe mkurugenzi, umeshatoa maelekezo tukiwa saiti, mwende kwenye bajeti zenu, muongeze fedha kwenye ile miradi ili hao wananchi hao wenye kiu ya maendeleo, watoto wao wanasoma mbali, waweze kupata huduma hiyo jirani. Mheshimiwa diwani pamoja na wenyeviti wa vijiji, twendeni kwa pamoja tukashiriki. Serikali itaongeza fedha lakini na nyinyi mkashiriki nguvu zenu, nguvu za wananchi tuzione pale, ili watoto wetu hawa ambao tumewazaa wasipate adha ya kwenda mbali, ambako wamekuwa wakitaabika, wakati mwingine wanapata na madhira huko. Twende tukakamilisha ile miradi ya maendeleo, na nataka nione kwenye bajeti zenu. Mkurugenzi, kwenye baraza mnajadili kuhusu kumalizia hiyo miradi ili itoe tija kwa wananchi. Na ushuhuda juani huko, hapa tutakuwa kwenye baraza, ni kuombeni mwende mkajadili vizuri tupate